Naam, sasa China na Marekani zimeweza kufanya mazungumzo ya kuweza kurekebisha mgogoro wao wa kibiashara, huku pande zote zikisema kuwa zimepiga hatua katika mazungumzo hayo yaliweza kufanyika nchini Uswizi. Ni moja kati ya mazungumzo ambayo kila mmoja alikuwa anayasubiri kwa upande wa China lakini pia kwa upande eh, wa Marekani na hii ni mara baada ya vita yao kubwa sana ya kibiashara ambayo imekuwa ikiendelea. Na haya yote yameanzishwa mara baada ya Trump kuweza kuingia kwenye madaraka na alishaahidi kwa kwamba, akiingia kuna baadhi ya vitu atavirekebisha, lakini pia kuna baadhi ya vitu ataweza kuvifanya viende sawa, kwa kwa sababu anaba, kwa mujibu wake anasema kwamba Marekani ilikuwa kama imeanza kuwa eh, ina, ina, kwa upande wake kwamba ina umaskini fulani hivi sasa, anataka kurudisha utajiri kwa namna yoyote ile ambayo inakuwa inawezekana, na ndio maana tuliona kwamba ameweza kuongeza baadhi ya ushuru kutokea katika nchi eh, tofauti tofauti hapa duniani, na kuna baadhi ya nchi ziliweza sana kurai, eh, sana lakini pia kukuja juu sana kwamba kwa nini ushuru huu uongezeke kiasi hiki, na moja kati ya nchi hizo ilikuwa ni China kwa sababu na yenyewe pia ilikuwa imeingia kwenye mkumbo wa moja kati ya nchi ambazo pia zimeingia kwenye ushuru mkubwa, na ndio maana hata nchi e, e, ya China yenyewe ikaamua kuweka kwamba kama Marekani inaweza kunitoza ushuru wa asilimia kadhaa, basi na mimi nitafanya hivyo hivyo kwa biashara zake ambazo zitakuwa zinaingia e, nchini humo. Ikumbuke e, kwamba China na Marekani ni mataifa makubwa na ni mataifa ambayo pia yanategemewa kwa namna tofauti tofauti, kwa hasa katika masuala mazima ya kibiashara, lakini pia kuweza ku, e, kuzalisha vitu tofauti tofauti tofauti ambavyo vinatoka Marekani na vingine vinatoka China vikienda baina ya hizi nchi mbili. Sasa wameweza kukaa na kuweza kukubaliana. Taarifa hii pia inaendelea kwa kusema kwamba mazungumzo hayo pia yalikuwa ni, eh, ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya nchi hizo mbili tangu rais wa Marekani Donald Trump ato, atoze ushuru wa asilimia 145 kwa bidhaa za China huku China ikijibu kwa kutoza asilimia 125 kwa bidhaa zote za Marekani, kama nilivyokuambia hapo nyuma kwamba ilikuwa ni eh, uso kwa uso Bamba tu bamba. China alikubali kwa chochote ambacho kitafanyika kutokea kwa Marekani, basi na yeye ndivyo hivyo hivyo atamfanyia Marekani kutokea, eh, kule nchini China. Sasa makubaliano yamekaa sawa na mambo yanakuwa safi na salama kabisa. Endelea kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa updates. Yapi maoni yako? Ipi comment yako kuhusu na hii Marekani kuto, eh, kuongeza ushuru baadhi ya nchi? Sisi kama Watanzania tunaathirika kwa upande gani au kwa namna gani sisi tunaweza, eh, kuathirika? Comment yako itakuwa ni muhimu sana. Drop comment yako hapo, kinomaroma. Subscribe, like, yetu lakini pia share kwa watu wote ambao unahisi kitu kita hichi kitakuwa kinawapa ujuzi na upana zaidi. Nakwambia kuambia Zildad kabisa, that's my name.